Kwenye mkutano wa uhamasishaji wa kujenga uelewa kwa viongozi wa mkoa wa pamoja na halmashauri kuhusiana na utekelezaji wa afua za uongezaji wa virutubisho kwenye vyakula hususan katika unga wa mahindi, Betha Nyigu, afisa lishe mkoa wa Njombe, amesema mashine hizo zitasaidia kupunguza udumavu kwa watoto ambapo kwa sasa udumavu unapindukia asilimia arobaini kwa mujibu wa utafiti uliofanywa ndani ya mkoa wa Njombe. Leo tumekutana katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe katika mkutano wa uhamasishaji au kujenga uelewa kwa viongozi wa mkoa pamoja na halmashauri kuhusiana na utekelezaji wa afua ya uongezaji virutubishi kwenye vyakula hususan unga wa mahindi. Kama mkoa tumefanikiwa kupokea mashine za urutubishaji unga wa mahindi kutoka Wizara ya Afya. Kwa hiyo tumekuwa pamoja nao ili kujenga uelewa kuhusiana na umuhimu wa matumizi ya virutubishi kwenye vyakula kwa sababu katika katika kukabiliana na matatizo mbalimbali ya kilishe ikiwemo udumavu, afua mojawapo ambayo ni muhimu sana ni uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula ikiwepo unga wa mahindi, lakini pamoja na chakula cha mtoto mwenye umri wa miezi 6 hadi 59. Gwao Omary Gwao ni mkurugenzi kutoka kampuni ya Sanku ambao ni watengenezaji na wasambazaji wa mashine hizo za urutubishaji wa vyakula. Hapa anaeleza ufanisi wa mashine hizo za kisasa. Kwa majina naitwa ndugu Gwao Omary Gwao, uh, ni mkurugenzi kutoka kampuni ya Sanku, anasimamia uh, masuala ya mahusiano uh, katika upande wa Afrika Mashariki uh, na, na, na, na, na, na, na sera. Mashine hizi ni mashine janja ambazo zimefungwa kifaa maalum, zinaweza kusimamia ile hali ya urutubishaji, kuangalia mashine inafanya kazi gani lakini pia inakuna tuma taarifa kila baada ya dakika tano. Kwa tuna tukaona mashine inafanya nini na kama kuna itilafu inatuambia na itilafu gani. Kwa hiyo inasaidia sana sasa kuhakikisha kwamba ule unga ambao tunarutubisha unakuwa unarutubishwa kwa usahihi na kufuata viwango ambavyo vinatakiwa. Mashine hii inaweza kufanya kazi uh, kwa zaidi ya miaka mitano bila kubadilisha nyingine. Lakini pale inapoharibika uh, huwa tunakuja tunafanya marekebisho, lakini pia kama ikitajika kubadilisha nyingine mpya nambadilisha mzalishaji bila kuwa na gharama yoyote. Mashine hii inapatikanika bila kuwa na gharama kwa mzalishaji anayefungasha. Tawa kufanya mtu binafsi kama kuna wazalishaji binafsi wanataka kufanya rutubishaji na wanafungasha unga mahindi, sisi, hii mashine, kwa wale ambao hawafungashi sasa ndio hii tunaingia makubaliano na halmashauri kwa eh, kupitia zile hela ambao wanatoa wana, wana kwa ajili ya watoto ile shilingi elfu moja. Sehemu ya ile pesa inanunua virutubishi na kwa halmashauri moja kwa mashine moja inaweza kagharimiwa kama laki tano na tisini hivi lakini anapata huduma zote na pale inapoharibika anaweza karekebishiwa na hatuna kikomo. Uh, wingi wa mashine inategemeana na mahitaji ya halmashauri kwa namna wanavyofanya kazi mashine zipo wanapatiwa mashine bila kuwa na tatizo yote tuna kanuni sasa hivi mpya za uongezaji virutubishi kwenye chakula. Kanuni hizi zimeenda kwenye vyakula vinne: unga mahindi, unga wa ngano, mafuta ya kula pamoja na chumvi. Kwa hiyo sasa tayari kanuni hizi zizinduliwa na Mheshimiwa Exaud Kigae, naibu waziri wa viwanda na biashara pale mkoani Ruvuma tarehe tatu mwezi Aprili. Kwa tunawapitia sasa hivi namna gani kwenda kusimamia sasa kanuni hizi. Kwa mpaka mwezi itafika tumepewa miezi sita hii. Mpaka Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni lazima sasa kuongeza virutubishi kwenye unga mahindi, unga ngano, mafuta ya kula pamoja na chumvi. Kwa hiyo tumefika hapa mkoani Njombe mmekuja kuapisha pia kwenye teknolojia. Hapo awali ilikuwa changamoto kwa hasa kwa wasindikaji wadogo kwenye unga mahindi. Teknolojia kulikuwa hakuna. Lakini sasa hivi kama nchi tumeshajihakikisha sasa teknolojia zipo zinapatikana, tena zinapatikana kwa bei rahisi kabisa wenzetu pamoja hawa Sanku, lakini pia kuna SIDO wanatengeneza teknolojia hizi, lakini pia virutubishi. Watu kwa wanasema virutubishi tunatoa nje, lakini sasa hivi tuna kiwanda sisi hapa nchini, kimezinduliwa mwaka jana na mheshimiwa waziri mkuu, kiko pale Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa hivi tuna uhakika wa virutubishi na uhakika wa teknolojia. Kwa hiyo hatuna sababu tena ya kuto kuongeza virutubishi kwenye chakula, kwa sababu kama nchi tuna changamoto masuala ya kilishe kwenye upungufu wa madini na vitamini, na hasa katika mkoa wa Njombe sasa hivi kuna asilimia arobaini eh wana watoto chini ya miaka mitano wamedumaa. Maanake nini? Sasa teknolojia hizi na virutubishi hivi vinaenda kujibu changamoto zile za kilishe katika mkoa wa Njombe. Asante, teknolojia hizi kwanza hazitumii umeme sana, yaani umeme wake ni kama umeme wa simu e. Kwa hiyo sasa, yule anayesagisha pale hatofili ili ongezeko la gharama. Kwa hiyo teknolojia hizi umeangalia pia hata e, kama, kama mtu anayetumia sola anaweza akatumia teknolojia hizi akazalisha ule unga kwa ajili ya wananchi. wenzetu uh, wizara afya imenunua hizi teknolojia mia moja zinagaiwa katika mkoa, pia mkoa wa Njombe utapata hizo teknolojia ishirini kwa ajili ya kuenda kuongeza virutubishi kwenye chakula. Inaenda moja kwa moja kwa ule mzalishaji pale chini, ambaye mama anakuja na debe lake moja anasaga ule unga anaenda kutumia na familia yake. Kwa hiyo sasa pia hii teknolojia hii imekuwa tayari calibrated na viwango vya TBS kwa anayefunga kwenye kiwanda kikubwa kile sawa sawa na anayefunga kwenye mashine yake ile ndogo pale mtaani ya. Ni kweli teknolojia sasa hivi imeenda mbali zaidi. Kama tulivyosema pale awali, changamoto ilikuwa kwa wasindikaji wadogo, hasa kwa mfano kwenye unga wa mahindi ilikuwa changamoto. Sasa je, wataongezaje virutubishi na wafikie ule ubora unaotakiwa. Kwa sasa hivi, tumekuja na teknolojia hii ambayo inaitwa teknolojia y janja ambayo inaweza katuma taarifa eh, kwamba mashine inafanya dosing, au haifanyi dosing au mashine imeharibika. Teknolojia imefungwa kabisa kifaa cha kompyuta ambayo inaweza kuonyesha hata kile kiwango ambacho cha unga kimesagwa kwa mwaka mzima inaweza kuonyesha. Asante. Virutubishi hivi e, unajua kwa, kwa, katika usalama na ubora wa chakula virutubishi hivi haviwezi kuuzwa sokoni kama pipi. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum ambao umeandaliwa e, kwa kama, kama mwenye kiwanda anahitaji anapata na, kwa bei nafuu kabisa kwa shilingi elfu kumi na moja na mia nane kutoka kiwandani mpaka pale inapomfikia, na hiyo tayari gharama ya usafirishaji imewekwa humu ndani pia hao wazalishaji watafundishwa jinsi ya kutunza eh, ili kuendana na matakwa ya usalama na ubora wa chakula. Awezi kuweka popote pale tu au mtu yote awezi kuuza hivi virutubishi, kwa kuna utaratibu maalum namna gani hawa wasindikaji wanavipata hivi virutubishi. Awali akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amesisitiza umuhimu wa wazazi kunyonyesha watoto maziwa ya mama kwa usahihi pamoja na kuendelea kuzingatia ulaji wa milo kamili. Tuendelee kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanapata lishe bora. Wakati mwingine suala zima ila udumavu ni uzembe wa wazazi ambao linakuja kuwaathiri watoto. Baadhi ya wadau wa lishe mkoani Njombe akiwemo Musa Lupenza kutoka shirika la masuala ya lishe la One Voice Organization, wameipongeza Serikali kwa kuendelea na mapambano dhidi ya udumavu huku akisisitiza ulaji wa vyakula vyenye protini kwa wingi ikiwemo samaki na nyama. Naam, kwa jina naitwa Musa Rupenza, ni mkurugenzi wa shirika la lisilo la kiserikali la One Voice Organization ambalo makao makuu yake yako Njombe mjini. Uh, naam sisi kama wadau wa lishe mkoa wa Njombe tunashiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba swala la lishe eh, linafanyiwa kazi na hasa kwenye kipengele cha kutokomeza udumavu. Eh, mkoa wetu upo na kampeni kubwa sana ya kuhakikisha kwamba inatokomeza udumavu eh, na masuala ya utapia mlo katika jamii zetu. Sasa sisi kama One Voice eh, leo hii tumeshiriki kikao maalum kabisa au mkutano maalum kabisa E, wa mpango harakishi wa kumaliza udumavu. Na leo kama wadau tumeshiriki kuja kupokea mashine e, za kuongeza virutubishi e, virutubishi e, kwenye e, vyakula mbalimbali mbali. Na hizo mashine tumeona e, mdau wa hizo mashine jinsi alivyotoa ripoti kwamba zitasaidia sana ku, ku, ku, kuongeza e, e, e, hivyo virutubisho ndani ya, ya unga au mazao mengine ambayo yame yamewekwa me, ya ah, naam, sisi kama wadau wa lishe hasa kwa mkoa wa Njombe, tunaona kwamba hizi mashine zitasaidia kwa kiwango kikubwa sana, hasa ukizingatia na ukubwa wa tatizo lenyewe la udumavu mkoa wa Njombe, na ripoti zinaonyesha kwamba udumavu uko sasa asilimia arobaini na inaonyesha kwamba kati ya watoto mia moja zaidi ya nusu wana shida ya udumavu. Ndiyo maana sasa tumekuja na mpango harakishi. Wakati tunazungumza mpango harakishi, ikumbuke kwamba tusisahau ile mipango mingine ya muda mrefu, wazazi kunyonyesha kwa wakati, lakini na kula vyakula vyenye protini ya kutosha. Makundi yote ya vyakula, makundi sita ya vyakula yazingatiwe. Kwa hivyo, kwa sisi tunavyoona, huu mpango harakishi utasaidia sana endapo sasa utafanyiwa kazi, isiwe tu ni maneno. Lazima kuwe na strategic planning, mpango mkakati, kuhakikisha hizi mashine zinakuwa nyingi zaidi na zinakwenda kwenye ngazi ya chini kabisa. Mfano, tumeona kwenye michango, watu walikuwa na hofu kuhusiana na matumizi ya mashine. Je, zitawafikia vipi wale walengwa? Kwa sababu swala la udumavu haliko mjini, tunazungumzia jamii za waathirika vijijini. Je, hizo mashine zitawafikia? pia kuna gharama unaposema mashine za kuongeza virutubishi lazima tunajua kwamba kuna uendeshaji. Je, huo uendeshaji hautaathiri gharama sasa za unga ambao umeongezwa ume virutubisho? Lakini tumeona mwasilishaji kutoka serikalini anasema hapana, kuna namna ambavyo wao watatoa zile mashine kwa ruzuku. Sasa kama ni ruzuku, sisi tunashukuru. Tulikuwa tuna wasiwasi kwamba kama utatengeneza unga utaongeza virutubisho nadhani gharama ya unga itaongezeka na kama itaongezeka wale watu wa chini ambao tunawalenga wenye udumavu wenye tatizo la lishe basi huo unga wenye virutubisho hautawafikia. Na pia kwenye mashule tumeona ripoti inaonyesha kwamba asilimia mia moja ya shule zote za mkoa wa Njombe zinapata chakula na kwa, kwa maana hiyo basi, kama zinapata chakula tunaamini kwamba kuna uwezo mkubwa, kuna uwezekano mkubwa sana wa unga lishe kuwafikia hao watoto. Naam. Makundi yote ya vyakula, makundi sita ya vyakula yazingatiwe. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Prosper Mfugale.